Hakujua mwanamke aliyemdharau ni mama wa mwekezaji bilionea waliyeamini amekufa. Chombo cha plastiki cha chakula kinaruka hewani, wali wa jollof unasambaa uso wa mzee wa mwanamke. Nafaka zinashikamana kwenye mashavu yake, mafuta mekundu yanateremka kwenye pua yake na kudonoa kwenye nanga yake ya kahawia iliyochanika. Anakonya kope haraka, haendi mahali, anaonekana kama sanamu iliyopakwa mchuzi. Magari yanapiga honi kwenye barabara ya Oshodi iliyo na shughuli nyingi. Mabasi ya Danfo yanapiga kelele wakiita abiria, watu wanasimama na kutazama. Jua la jioni linapiga kwenye mapaa ya chuma na kila kitu kinaonekana moto na kelele. Katikati ya kelele zote, mwanamke mzee anasimama kimya kimya, akiwa na fimbo ya kuni akitetemeka kidogo. Ona wewe, Juliet, anasema, sauti yake kali kama kioo umeshaharibisha siku yangu. Mara ijayo angalia uso kabla hujaomba. Juliet ana miaka 30, mrefu na msafi. Vazi lake la bluu la navy linamfaa vizuri kana kwamba lilifanywa kwa ajili yake. Viatu vyake vya visigino vinapiga kwenye njia, nywele zake ni za moja kwa moja na za kung'aa, ananukia manukato gali. Yeye ni mmoja wa wahandisi wakuu wa program katika Stek na kila mtu kazini anajua na anapenda kwamba wanajua. Watu wanaongeana kwa mnongono, wengine wanakasirika, wengine wanaogopa kusema. Juliet anafoka, anatupa chombo tupu kwenye pipa la takataka jirani na kuingia kwenye duka kubwa kana kwamba hakuna kilichotokea. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali andika maoni, shiriki na jiandikishe kwenye chaneli yetu ili upate hadithi nyingine za kuvutia Mwanamke mzee haendi mahali, anatazama chini, mikono yake inatetemeka kwenye fimbo. Anajaribu kukumbuka jina lake, hakuna kinachokuja. Ni njaa tu na nafasi wazi akilini mwake. Ngambo ya barabara, mwanaume mmoja aliyevaa shati rahisi na jeans anaganda. Jina lake ni Kola. Anaujua uso huo, ameuona ukitabasamu katika picha aliuona ukiwa na fremu katika makala za habari. Aliuona mara moja kwenye tukio la kuchangisha msaada, ukisimama pembeni ya mwana mwenye fahari. Je, inawezekana? Anakaribia kwa uangalifu, akitazama kushoto na kulia, wakati pikipiki zinazopita anakodolea macho. Ndiyo, ni yeye, ni Bi Olivia, mama wa Johnson Namdi, mkurugenzi mkuu tajiri wa Sontech, mwanamke ambaye kila mtu aliwaza amekufa, baada ya kupotea miezi mitatu iliyopita. Moyo wa Kola unapiga kwa nguvu. Anaondoka kwenye umati, anaegemea ukutani na kutoa simu yake kwa vidole vinavyotetemeka. Habari, rafiki yangu, anasema kwa mnongono wakati mstari unajibu. Usipige kelele, nimemwona mama yako mbele ya duka kubwa la Rex huko Oshodi. Yu hai jo, sasa kuna ukimya kwenye mstari kama pumzi ikishikiliwa. Kisha neno moja, wapi? Kola anarudia mahali. Simu inakatika. Anatazama nyuma kwa mwanamke mzee, wali wa jolof bado unatelemka uso wake. Anafuta mashavu yake kwa ukingo wa nanga yake. Midomo yake inatetemeka, anasema kwa mnongono kama mtoto anayejifunza kusema, mimi ni nani? Asubuhi hiyo Juliet aliamka katika chumba chake chenye AC katika makao ya wafanyakazi wa STEC huko Banana Island. Mapazia yalikuwa meupe. Shuka za kitanda zilikuwa nyeupe. Kila kitu katika maisha yake kilionekana king'aa na kipya. Alijieleza kila siku, nimestahili hii. Aliendeshea kazini katika gari jeusi la wafanyakazi lenye madirisha yenye rangi. Kwenye lango la STEC, Walinzi wa usalama walisalute. Ndani, ofisi ilinukia kahawa na kompyuta mpya. Skrini ziliwaka na mstari ya code. Wahandisi walijadiliana kwa upole kuhusu hitilafu na vipengele. Juliet alipenda kupita karibu nao wote, akiwa na kadi yake ya ufunguo na tabasamu lake la kujiamini. Alikuwa amefanya kazi kwa bidii kufikia hapa. Usiku wa kusoma Masaa ya mazoezi. Lakini mahali fulani njiani, moyo wake ulikuwa umekuwa mgumu. Alianza kufikiri kwamba alikuwa juu ya watu. Wakati wa chakula cha mchana, alilalamika chakula kilipochelewa. Katika mikutano, alikatiza watu. Wakati wafanyakazi wadogo waliomba msaada, alisononeka na kusema alikuwa na shughuli hata wakati hakuwa nayo. Mchana huo, wakati kila mtu alikula, Juliet alifungua pakiti ya wali wa jollof, akala nusu na kusukuma iliyobaki mbali. Mafuta mengi sana, alisema, nitachukua kitu sahihi njiani kwangu nyumbani. Kwenye skrini kubwa ya ofisi, habari zilionyesha picha ya Johnson Namdi na mkewe Amara. Kichwa cha habari kilisema, miezi tatu baada ya kutoweka, utafutaji wa Bay Olivia unaendelea baadhi ya wafanyakazi waliinamisha vichwa vyao. Bae Olivia alijulikana kwa kulisha maskini na kulipa ada za shule kwa watoto ambao hakuwajua hata. Juliet alitazama skrini akanyanyua mabega na kurudi kwenye kodi yake. Sasa ni jioni, anga juu ya Lagos inang'aa rangi ya machungwa. Juliet anaegesha gari nje ya duka kubwa la Rex, anatoka na kufungua mfuko wake kuangalia orodha yake. Mkate, maziwa, spray mpya ya mwili na matunda. Anafikiri kuhusu miadi ya spa ya wikendi wakati sauti laini inamfikia sikioni. Tafadhali, binti yangu, mwanamke mzee anasema, nisaidie kitu chochote. Sijala tangu jana. Chochote tu chakula. Juliet anainua macho pole pole. Nanga ya mwanamke imeraruka. Kitambaa chake cha kichwani ni kijivu chenye vumbi. Kuna wema uliochoka machoni mwake kama mtu aliyezoea kutabasamu sana. Fimbo ya kuni inatetemeka mkononi mwake. Juliet anakunjamiza uso. Anatazama vazi lake. Anatazama watu wanaopita. Anahisi hasira inainuka kifuani mwake. Si kwa sababu ya mwanamke. Bali kwa sababu maisha wakati mwingine hutupa watu kama hawa katika njia yake safi na ya kupangwa. Inamfanya ajisikie asiye salama, kana kwamba machafuko yanaweza kumgusa. Ondoka kwangu, Juliet anasema. Usiniguse. Mwanamke anarudi nyuma akiinamisha kichwa. Samahani, samahani, chochote chakula. Kitu kichungu kinasogea ndani ya Juliet. Anafika kwenye gari anainua pakiti ya zamani wali wa jolof ulioachwa kutoka ofisini na kuenda kwa mwanamke. Kwa sekunde uso wa mwanamke unawaka kama taa ndogo, lazima anadhani atakula. Lakini Juliet anafungua kifuniko na kutupa wali, unaanguka kama mvua kwenye uso wa mwanamke. Watu wanashangaa, mtu mmoja anasema ah, dada mwogope Mungu. Juliet hasubiri anafoka na kuingia kwenye duka kubwa. Ndani hewa baridi inanukia matunda na sabuni. Juliet anasukuma troli na kutupa mkate na maziwa, ana scroll simu yake akisubiri kwenye kaunti. Akilini mwake macho ya mwanamke mzee yanarejea laini na yamepotea. Juliet anafagilia wazo mbali, si tatizo langu, anajieleza watu wanapaswa kuchukua jukumu la maisha yao. nje Umati umeongezeka. Kola anabaki karibu na ukuta akitazama mwanamke mzee. Anasimama kimya kama anaogopa kwamba kuhamia kutavunja kitu zaidi ndani ya kichwa chake. Anatazama trafiki, anatazama anga, anajaribu tena kukumbuka jina lake, anakuta tundu tu pekee. Kisha magari matano meusi ya SUV yanaelekea kwenye barabara. Kila kitu kinapungua, siren haziko lakini uwepo ni mkubwa. Milango inafunguka, wanaume wenye nguo nyeusi wanatoka kwanza, macho yakitazama. Kisha mwanaume mrefu aliyevaa suti nyeusi anashuka, tai yake mia moja kwa moja. Uso wake unaonyesha aina ya maumivu yanayokaa ndani na ya zamani. Ni Johnson Namdi. Watu wanaongeana kwa mnongono, simu zinatoka, wengine wanaanza kurekodi. Johnson hatazami kushoto au kulia, anatafuta kitu kimoja. Kola anainua mkono wake, macho yao yanakutana. Kola anaashiria, hatua za Johnson zinaongezeka. Anaona duara ndogo la watu, anaona kitambaa kijivu, anaona fimbo ya kuni, anaona nafaka za Jolof zimeshikamana kwenye shavu lililokunyizwa. Anasimama, yeye ni mvulana tena. Katika dakika hiyo, akisimama katika jikoni ndogo, akitazama mama yake, akipanga chakula kwa majirani. Anasikia kicheko chake. Anasikia, kiche anasikia maombi yake juu yake. Kisha anarudi barabarani, mwanaume aliyekomaa akiwa na machozi machoni. Mama, anasema sauti ikivunjika. Mama. Mwanamke mzee anageuka. Macho yake ni ya ukungu lakini ni ya joto. Anamtazama kama ni picha aliyoijua hapo awali. Anainamisha kichwa. Wewe ni nani? Anauliza kwa upole. Unanijua? Mdomo wa Johnson unatetemeka. Mimi ni mwanao, mtoto wako pekee. Johnson, umati unashangaa tena. Mwanamke anafunika mdomo wake. Mwanaume anasema, "Yesu." Johnson anavua jaketi yake na kuivika begani mwa mama yake anafuta uso wake kwa upole kwa kitambaa chake akijaribu kusafisha mafuta bila kumuumiza mama tulifikiri umekufa anasema kwa mnongono umekuwa wapi nani alifanya hii kwako mwanamke mzee anafunga macho sijui anasema niliamka barabarani asubuhi moja kichwa changu kilikuwa tupu leo niliomba mtu chakula yeye yeye machozi yanamtoka Alikinimwaga usoni. Johnson anaganda. Macho yake yanagiza. Nani? Kengele ya mlango inalia nyuma yao. Mlango wa kioo wa duka kubwa unafunguka kwa mvuto wa upole. Juliet anatoka akibeba mfuko mdogo. Anatabasamu kitu kwenye simu yake. Kisha anainua macho na kuganda. Bosi wake anakunjamisha barabarani akishikilia uso wa mwanamke asiye na makazi ambaye amemwaibisha tu. Wanaume wa usalama wamesimama kuzunguka. Kamera zinaelekeza ulimwengu. Unakuwa kimya kwenye masikio ya Juliet. Pumzi yake inasimama. Johnson anageuka, bado akiwa na goti moja, mkono wake kwenye bega la mwanamke mzee. Macho yake yanamfikia Juliet. Utambuzi unamgonga kama dhoruba. Midomo ya Juliet inafunguka. Mfuko unaanguka kutoka mkononi mwake na kuanguka sakafu Maziwa yanatoka na kuzunguka kwenye njia. Wewe, Johnson anasema, sauti yake ya chini na ikitetemeka. Je, ulimwaga chakula kwenye mama yangu? Juliet hawezi kusema. Watu wanatazama. Mwanamke mzee anatazama, anatazama kati yao akichanganyikiwa na kuogopa. Damfo inapiga honi yake mahali fulani. Simu inaendelea kurekodi. Magoti ya Juliet yanahisi dhaifu. Johnson anasimama kwa urefu wake kamili. Hewa kumzunguka inajisikia nzito. Ni jibu, anasema umati. Unainamia ndani na kila kitu kinashikilia pumzi yake. Ukimya karibu na duka kubwa la Rex unahisi nzito zaidi kuliko kelele za trafiki. Sauti ya Johnson kali na iliyodhibitiwa inakata kupitia hewa wewe, je, ulimwaga chakula kwenye mama yangu? Magoti ya Juliet yanayoyoyoma. Amepambana na maswali ya boardroom, wawekezaji na changamoto ngumu za kuandika code, lakini wakati huu unabana kifua chake. Anafungua mdomo wake lakini hakuna maneno yanayotoka. Umati unatazama, wengine wanaongeana, wengine wanarekodi. Mwanamke mzee anatetemeka, mkono wake unakaza kwenye fimbo ya kuni. Anatazama uso wa Juliet kana kwamba anajaribu kuuanisha na kumbukumbu iliyopotea. Midomo yake inafunguka. Ni yeye, anasema kwa mnongono. Niliomba chakula. Na yeye, yeye, machozi yanamtelemka kwenye mashavu. Moyo wa Juliet unapiga kwa nguvu. Anataka kupiga kelele. Ilikuwa kosa. Anataka kusema, sikujua alikuwa mama yako. Lakini hakuna kinachotoka kooni mwake. Taya la Johnson linakaza. Lete gari, anaamuru dereva wake. Walinzi wawili wanaongoza by Olivia kuelekea SUV. Johnson hatazami Juliet tena, lakini maneno yake yananing'inia hewani kama radi. Utajibu kwa hii. Msafara unaenda milango, inafunga kwa kishindo, injini zinanguruma. Katika dakika chache tu wameondoka, wakimwacha Juliet ameganda kwenye ngazi za duka kubwa, mkate wake na maziwa yakizunguka kwenye njia chafu. Usiku huo habari zinasambaa haraka, video zinafikia mitandao ya kijamii hashtag zinalipuka: #techbossmother techboss mother hashtag oshodi supermarket drama hashtag engineer humiliates homeless clips zinaonyesha joloff ikimdonoa b olivia uso, clips zinaonyesha johnson akimfunika jaketi yake. Baadhi ya, maele, baadhi ya maelezo yanasoma Mama wa tajiri aliyepotea amepatikana mwishoni. Wengine wanasema mfanyakazi asiye na huruma amwaibisha mama wa bosi. Ndani ya gorofa yake ya Banana Island, Juliet ana scroll kwa mikono inayotetemeka. Maoni yanachoma macho yake. Uovu, hana moyo, anapaswa kufukuzwa kazi. Juliet anamtupa simu kwenye kochi na kutembea. Hakuna anayeelewa, anajisemea. Alionekana kama mwombaji yeyote. Nilijuaje? Lakini ndani sana anajua, haiku anajua haikuwa kuhusu kutojua. Ilikuwa kuhusu kiburi chake. Anakunywa maji, lakini koo lake linabaki kavu. Analala, lakini macho yake yanabaki wazi. Anachokiona ni uso wa mwanamke mzee laini, umevunjika na umenajisiwa na chakula. Wakati huo katika hospitali ya kisasa ya Lagos, Johnson anakaa karibu na kitanda cha mama yake. Chumba cheupe kinanukia dawa ya kuua vidudu, mashine zinapiga kwa upole, madaktari na wauguzi wanakuja na kwenda. Mama, Johnson anasema, akishikilia mkono wake ni mimi ni Johnson mwanao? B Olivia anamtazama mkanganyiko ukiweka ukungu machoni mwake. Johnson anarudia kana kwamba anapima neno kwenye ulimi wake, kisha polepole pole, kama nuru ya jua ikivunja mawingu anaanza kutabasamu. Johnson, mvulana wangu. Machozi yanamtelemka Johnson mashavuni. Ndiyo mama nilifikiri nimekupoteza. Lakini kisha tabasamu lake linafifia. Sijui nini kilichonipata, sijui jinsi nilivyotoka nyumbani, sijui kwa nini kichwa changu ni tupu. Anatetemeka akijaribu kukumbuka. Najua njaa tu, njaa kila siku. Johnson anabana mkono wake kwa upole. Usilazimishe, uko salama sasa, nitabaini kilichotokea Nyuma ya mlango, Amara mke wa Johnson anaangalia akiwa na machozi machoni mwake. Anaomba kimya, asante Mungu kwa kumrudisha mama nyuma. Katika Sontech mvutano unapiga kwenye hewa, wafanyakazi wanaongeana pembeni. Juliet anafika asubuhi inayofuata, miwani yake ya jua ikifunika macho yaliyo machovu. Anahisi kila mtazamo ukimchoma ngozini. Anakaa kwenye dawati lake anafungua kompyuta yake, lakini hawezi kuandika hata mstari mmoja wa code. Saa nne asubuhi simu yake inapiga ripoti: kwa ofisi ya mkurugenzi mkuu. Miguu yake inahisi kama saruji anapopanda ngazi. Mlangoni anavuta pumzi kwa kina, kisha anagonga. Ingia ndani. Johnson anakaa nyuma ya dawati lake, uso wake ulivu lakini mgumu. Amara amekaa karibu naye. Afisa wa kisheria amesimama karibu na dirisha. Kwenye meza kuna picha iliyochapishwa. Ile ya viral inayoonyesha Juliet katika vazi lake la bluu la navy, akitembea mbali wakati mwanamke mzee anasimama na wali usoni. Juliet anashusha macho yake. Juliet, Johnson ananza, sauti yake imara. Wewe ni mmoja wa wahandisi wazuri hapa. Umechangia miradi mikubwa. Lakini kile ulichofanya jana hakina maneno. Sir, tafadhali. Juliet anaanza, sauti yake ikitetemeka. Anainua mkono. Anainua mkono. Usiseme. Mama yangu angeweza kufa huko nje. Amekuwa amepotea kwa miezi mitatu. Na wakati ulimwengu uliomba kwa usalama wake, ulimwaga chakula usoni mwake. Niambie, Juliet. Je, hiyo ndiyo roho tunayozungumza kuhusu? Je, hiyo ilikuwa utu? Macho ya Juliet yanaumwa, anataka kupiga kelele kwamba hakujua, lakini anakumbuka kiburi katika sauti yake mwenyewe: huwezi kunajisi vazi langu na uende bure. Kumbukumbu -kumbu inachinja kama kisu. Johnson anapumua kwa uchovu. Utakabiliwa na hatua za nidhamu, lakini sasa hivi lengo langu ni mama yangu. Mkutano huu si kwa utetezi wako, ni ili ufikiri. Anakodolea afisa wa kisheria amesimamiwa mpaka taarifa nyingine. Rejesha funguo za gari la wafanyakazi na uzuie ufikiaji wake kwenye makao. Juliet anashangaa, sir, tafadhali. Amara anamtazama kwa upole, karibu kwa huzuni, lakini hasemi chochote. Usalama unaingia. Juliet anakabidhi funguo zake kwa mikono inayotetemeka. Kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa, anahisi hana nguvu. Wanapomwongoza nje minongono inafuata koridoni. Anafunika uso wake, lakini hawawezi kujificha kutoka kwa dhoruba iliyo tayari nje. Jioni hiyo, nyuma katika hospitali, Bi Olivia anakoroga anaketi taratibu, kumbukumbu kumbu yake ikirudi kipande kipande. Johnson anasema kwa mnongono, asubuhi hiyo nilikuwa mbele ya jumba, mtu alikuja mikono imara Ilinishika, ilinisukuma ndani ya gari. Johnson anainamia mbele, macho mapana. Mama, unakumbuka ni nani? Lakini sauti yake inavunjika. Nyuso, vivuli, kisha hakuna. Njaa tu, kuomba tu. Ngumi za Johnson zinakaza, akili yake, akili yake inakimbia. Kutekwa nyara? Kwa nini? Nani angethubutu? Kabla hajaomba zaidi Muuguzi anakimbia ndani akiwa na folder. Sir, matokeo ya mtihani yako tayari. Anachukua karatasi, anazitazama na uso wake unagiza. Mama yake hakuwa tu na njaa, amekuwa akipewa dawa kwa nguvu kwa wiki kadhaa. Anatazama Amara, yeye anatazama nyuma, hofu machoni mwake. Mtu alijaribu kufuta akili ya B. Olivia Johnson anashika folder Kifua chake kikizama. Hii si ajali, mtu alitaka mama aondoke. Lakini nani na kwa nini? Ukweli unaning'inia hewani, zito, ukingoja kuvunjika wazi. Kama unapenda hadithi hii na unataka kujua nini kitatokea baadaye, andika maoni, shiriki na marafiki na jiandikishe kwenye chaneli yetu ili usikose hadithi nyingine zenye msisimko.